Teknolojia inavyozidi kukua, matumizi ya rasilimali watu katika sekta mbalimbali yameanza kupungua hatua kwa hatua. Katika mchakato huo wa mabadiliko, wanafunzi wa Taasisi ya Teknolojia ya Ujenzi wamebuni mashine ya kisasa na ya kidijitali itakayomwezesha mteja kujihudumia bila usaidizi wa mhudumu. Hii ni mashine ya kidijitali yenye mfumo ambao utamwezesha mteja anayefika mgawani ama hotelini kuona orodha ya vyakula kulipia, hadi kuagiza bila usaidizi wa mhudumu. System ambayo unaiona hapa inaitwa automatic food order, na hii unayoiona hapa ni hii display ambayo kwa ajili ya mteja ambayo atachagua chakula na bidhaa ambayo anaitaka kwa muda huo atabonyeza hapa, na hii unayoiona hapa pembeni, hii inaitwa microcontroller ambayo ni akili ambayo imeingiziwa za kompyuta kwa ajili ya kutambua kile ambacho mteja anafanya. Hii unayoiona hapa controller panel ya kwanza hii, hii ni kwa ajili ya mteja kuruhusu huduma ambayo anahitaji kumfikia yule chifukuka. Huku ni upande wa jikoni, huku ni upande wa jikoni, upande wa chifukuka, kwamba atapata taarifa ya mteja ambayo ameituma. Pia atabonyeza kibonyezo cha kijani kuruhusu ujumbe kumrudia mteja kwamba oda yake imepatikana na imeweza kufanywa kazi kwa muda fulani. Uh, tumefanya uchunguzi, tumeona kwamba katika migahawa mingi au restaurant nyingi watu huwa wanateseka kufanya mawasiliano na wateja wengine, huo hadi wanakasirika kutokana na huduma hawazipati kwa wakati. Kwa hiyo tukaamua tuje na hii system kwa ajili ya kurahisisha hayo mawasiliano. Ni ubunifu uliojengwa na wazo la wanafunzi kumi na wawili. Uh, ili wazo tuliorganize kama wanafunzi na kusema tunaweza kuja na kitu kipya ili tupate faida katika kitu ambacho tunakisomea kiwe cha bora zaidi. Ubunifu huu kwa sasa umefikia asilimia themanini. Uh, malengo yetu kwenye hii system tuendelee kuidevelop vizuri ili tuweze kuwafikishia hata wale wanaohitaji ili kuweza kutoa ile kazi ya watu katika kuwasiliana wasije wakapata tena shida na kurahisisha katika mawasiliano. Moja ya faida ya mashine hii ni kuondoa migogoro baina ya mteja na mhudumu. Faida ya kwanza, kwamba inarahisisha mawasiliano baina ya mteja na mhudumu. Pia faida ya pili, inaweza kumrahisishia mteja kujua taarifa zote za vitu au huduma anayohitaji. Faida wanaziona, lakini changamoto nazo hazijawaacha. Hivi vitu vyote vinahitaji fedha, na fedha, hapo ndo changamoto. Kwa hiyo kama ni msaada wa kifedha itakuwa ni bora zaidi, ili tuweze kudevelopu vitu vingi zaidi na katika ubora unaohitajika. Malengo yetu kwamba tumelenga kwanza tuanze na hapa ndani, tukishafanikiwa ndani twende nje ya nchi zaidi, na tungepata kama kushikwa mkono ingekuwa ni vizuri zaidi. Lengo la taasisi ni kuona bunifu hizi zinatoka nje na kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii. Kwenye chuo chetu hapa tutajitahidi kadri iwezekanavyo. Baada ya hapa, twende tukakionyeshe mtaani kwa reality na gharama na kila kitu kinachohitajika. Kwa sasa wanafunzi wanatarajia kufanya majaribio katika baadhi ya migahawa. Teresia Mwanga, Azam Nyuzi, Morogoro.